Ndugu zangu, awali ya yote, mimi nichukue fursa hii kumshukuru Allahu tabaraka wa taala, lakini washukuruni sana baba zangu mama zangu na vijana wenzangu wa Machedi na Wanamkwedu kwa ujumla kwa kuweza kutenga muda mkaja kwenye mkutano wetu huu wa leo wa kampeni. Yapo mengi yamekwisha zungumzwa, lakini mimi kwa sababu nilikuwa mbunge wa jimbo hili miaka mitano iliyopita nina kila sababu ya kuwakumbusha yale ambayo ya yamefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa na vituo vya afya viwili, lakini ndani ya miaka mitano tunavyo vituo vya afya saba na tunayo fedha ya kujenga kituo cha afya kimoja pale na Nyanga. Tulikuwa na kata sita hazina sekondari, ikiwemo kata yetu hii ya Mkwetu na nyinyi mnafahamu mazongi ambayo tuliyapata kwenye ujenzi wa shuleni, lakini tunayo madeni tulioshahidiana, napeni saruji kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kata ambayo hamna. Bahati njema kwa uwezo wa Mungu, mie ndio mgombea tena wa CCM wa nafasi ya ubunge. Mtu pekee atakayeleta ujenzi wa ofisi ya kata ya Mkwedu ni huyu Katani anayezungumza. shuleni kuna madarasa yameezuliwa na bado hayajaezekwa mpaka sasa. Tunazo fedha za mfuko wa jimbo hatuwezi kutumia mpaka mbunge aapishwe. Tunayo milioni sabini na tano niwahidini kuwapeni bati mia mbili muweze kuezeka pale. Niwaombeni sana pamoja na kuja usiku kutaka kuwarubuni, yafikirieni maisha ya watoto wetu yafikirieni maisha ya mama zetu yafikirieni maisha yenu. Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yake ile pa ukiisoma, tunakwenda kujenga zahanati kumi na mbili ukiisoma, tunakwenda kujenga vituo vya afya vitano ukiisoma, tunakwenda kujenga madarasa thalathini na nane ukiisoma, tunakwenda kujenga shule za awali kumi na nne unaona, tunachokizungumza kiko ndani ya ilani. Leo kwenye ilani ya sisi tunakwenda kujenga stendi mpya ya kisasa Tandahimba mjini. Tunakwenda kujenga soko la kisasa Tandahimba mjini. Tunakwenda kujenga uwanja wa michezo, si ajabu kwa vijana wanaenda kuangalia Simba na Yanga Dar es Salaam. Tunapofika tulina thalathini, tunalipiga ndondo la kwetu pale, wanakuja Simba na Yanga na wenyewe wanachezea Tandahimba, na ndani ya mkoa Mtwara viwanja hivyo viko viwili, kiwanja kimoja Mtwara mjini, kiwanja cha pili Tandahimba tunakwenda kujenga kwa kiwango cha lami barabara kutoka mkwiti mpaka Tadaini. Niwaombeni sana mama zangu baba zangu na vijana wenzangu, tarehe 29 ya mwezi wa kumi, twendeni tukafanye maamuzi. Tuchague kura ngapi? Tuchague kura ngapi?